Sina shaka hujambo msikilizaji mpendwa, popote ulipo, wakati unapotusikiliza kupitia masafa FM 96.5 Dar es Salaam, pia 91.9 na 98.1 FM kule Morogoro, Mahenge na Dodoma na kote ambako tunasikika uh, lakini pia mtazamaji wa Tumaini TV chaneli 470 king'amuzi cha Azam pia unaweza kupakua application yetu, utatutazama na kutusikiliza huko, andika Tumaini Media. Hali kadhalika upande wa redio king'amuzi cha Azam namba 68 unaweza kutusikiliza huko. Tumaini underscore tv, YouTube subscribe au changia, unaweza kusema unalipia kidogo, kiasi kidogo tu cha fedha, na unakuwa unatutazama moja kwa moja. Kipindi ni Ijue Afya Yako na TEC. Uh, wakati huu basi, eh, studioni niko pamoja na katibu mtendaji idara ya afya eh, ukurugenzi ya afya ya TEC, Padri Paul Chogo. Daktari, karibu sana baba. Asante sana eh. Naona leo uko peke yako leo. Leo niko peke yangu, na kwa hiyo <laughs> msikilizaji mpendwa, basi tutakuwa tunazungumza kuhusiana na afya ya akili. Umedokeza kidogo, leo tutakuwa tunaingia kwa undani kuchambua chambua kidogo maeneo yale yanayohusiana na afya ya akili. Ndio basi, karibu sana uh, msikilizaji mpendwa uwe nasi, mimi ni Gaudensiera, nyuma ya kamera Tumaini TV Michael Ali na uwe uh, nasi hadi tamati. Ndiyo, pengine labda kidogo inawezekana uh, tuanze na um, kugusia kidogo yenyewe maana halisi ya hiyo afya ya akili. Mm. Asante sana ndugu mtangazaji, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Tumaini Media kwa maana ya radio pamoja na television. Mm. Tunaendelea na kipindi chetu kama tulivyotambulishwa na mtangazaji wetu na Ijue Afya na TEC ama TEC, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Tunaendelea kukujengea uwezo lakini pia kujadili kwa pamoja juu ya afya yetu. Uh, tumekuwa tukizungumzia kuhusu afya ya akili kimsingi, afya au magonjwa ambayo hayaambukizi, NCDs, non-communicable diseases, na vipindi vilivyopita viwili tumekuwa na Dr. Helen ambaye yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani. Tumekuwa tukidadavua juu ya aina za saratani, lakini tukiwa tunaendelea kujua kwamba tunajadili na kuona afya ya ujumla ya mtu. Tulisema mwanzoni kabisa katika kipindi cha mwanzo kwamba kwanza afya ni ile hali ya ustawi ama uwezo wa kutokuwa si tu kutokuwa na magonjwa lakini pia kuwa na uwezo kiakili, kimwili, e, na hata kiroho a, lakini pia kijamii. Huu ndio hii ndio tunasema tafsiri halisi ya afya. Lakini afya ya akili yenyewe ni uwezo ama ustawi wa kujisimamia katika changamoto zako binafsi, lakini pia za wengine wanaoishi nao katika jamii. Na tulisema kwamba kitakwimu, uh, afya ya akili imekuwa ni changamoto sana kwa watu wengi, kwamba uh, kiulimwengu, tunaambiwa kwamba kila watu saba uwezekano wa mtu mmoja kuwa na changamoto ya afya ya akili uh, ndiyo uhalisia kwa maana hiyo, katika watu bilioni saba ambao ndio wanatazamiwa ama wanasemekana wapo ulimwenguni, basi watu bilioni moja wana uwezekano, sisemi kwamba wana changamoto ya afya ya akili, lakini wana uwezekano wa kuwa na changamoto ya afya ya akili. Lakini kwetu hapa Tanzania takwimu zinatuambia kwamba kwa sasa tunafikia watu uh, tuko milioni sabini Kutokana na sensa zilizofanyika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tulikuwa watu sitini na moja milioni, lakini matazamio mpaka sasa mwaka elfu mbili na ishirini na sita tunatazamiwa kuwa watu uh, milioni sabini. Na ukifanya mahesabu ya mtu mmoja katika watu saba wenye uwezekano wa kuwa na changamoto ya afya ya akili basi unagundua kwamba kuna watu kama milioni nane hivi ambao Uh, wanaweza kuwa na afya changamoto ya afya ya akili. Tumekuwa tukisema kwamba kimsingi sababu kubwa ya changamoto ya afya ya akili ni vinasaba, kurithi kutoka kwa wazazi wetu, kurithi katika uh, familia zetu, lakini pia zipo sababu nyingine za kijamii, zipo sababu nyingine za kimwili, zipo sababu nyingine za kibayomedikali biochemistry namna mtu anavyokuwa, lakini pia matukio mbalimbali yanayotokea katika mtu. Haya yote yanaweza kachangia kumfanya apate uh, changamoto ya afya ya akili, lakini tulisema kwamba afya ya akili ndiyo afya yenyewe, kwa sababu akili ndiyo inaongoza kila kitu cha binadamu. Kwa hiyo tukisema kwamba zipo aina nyingi za changamoto ya, za afya ya akili na kipindi kilichopita nilitaja tu kwa haraka haraka, na nikasema kwamba tutaendelea kuzijadili uh, na kuzielezea moja baada ya nyingine. Nilisema zinapaswa zinapaswa kuwa sita, uh, lakini zipo zile nyingine ambazo ni si kubwa sana, si changamoto kubwa sana, sio sababu kubwa sana ya changamoto ya afya ya akili, lakini na zenyewe zipo. Nilisema sababu ya kwanza ama aina ya kwanza ya changamoto ya afya ya akili ni wasiwasi anxiety, hofu panic. Hii ni aina ya kwanza, na aina ya pili ni hisia, jinsi ambavyo mtu anajihisi, jinsi ambavyo anajisikia uh, na jinsi ambavyo anaweza yeye mwenyewe kujiona katika hali yake. Hii ni, ni aina ya pili. Aina ya tatu ni ile ya kisaikolojia psychotic, ambapo uh, kunakuwa na umbali kwenye ukweli wenyewe kwamba uh, kitu labda kwa mfano ni mawazo lakini, inakuwa uh, unaondoka katika ule ukweli wa mawazo. Kunakuwa hakuna mawasiliano kati ya kitu cha ukweli. Kama ni hofu inakuwa ni hofu ambayo eh, si ya ukweli kwa hiyo saikolojia inatuonyesha kwamba hii inaweza kuwa aina nyingine ya changamoto ya afya ya akili. Lakini pia tulisema, uh, aina nyingine ya nne ni ile zinazosababishwa, ni changamoto za afya ya akili zinazosababishwa na matukio mabaya ambayo mtu yamempata katika maisha yake, katika familia yake katika ukuaji wake, kwa mfano alikutana na jambo baya la kuhuzuni linalomfanya aweze kujisikia vibaya, aa, na pengine kuwa na changamoto ya afya ya akili. Aa, nyingine tulisema kwamba aina nyingine inaweza ikawa jinsi ambavyo mtu anatumia vilevi ama vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaweza vikamsababishia eh, changamoto ya afya ya akili, kwa mfano ulevi wa kupindukia uvutaji uh, wa sigara pamoja na vitu vingine, madawa mbalimbali yanayoweza kusababisha uh, changamoto ya afya ya akili. Lakini tulisema kwamba hii pamoja na hizi sababu ama aina zinazoweza kumletea mtu uh, changamoto ya afya ya akili ni pamoja na ile ya utu wake, manake jinsi unavyojisikia personality yako kuna watu wengine tunajengwa au tunaumbwa na kiburi, tunaumbwa na uh, kujisikia kuliko kwa zaidi sana, ambako pengine kukizidi kunaweza kuwa ni changamoto ya afya ya akili. Uh, hizi aina sita zinashehenezwa tena na aina zingine nne ambazo tunasema ni changamoto zina, ni sababu ama ni aina ya changamoto ya afya ya akili. kuna Uh, kule uumbaji wako, uumbaji wa mfumo wa fahamu hasa kwa watoto. Watoto wengine wanazaliwa na ugonjwa unaitwa autism, ugonjwa ambao mtoto anakuwa hawezi kuongea, labda hawezi kutembea sawasawa. Uh, kuna ugonjwa ambao watoto wanaupata katika utoto wao, wakuwa hawezi kuconcentrate, hawezi kutulia na kutekeleza kitu fulani anachoambiwa, na anakuwa na hasira kana kwamba hawezi kuvumilia kitu chochote. Hii ni aina pua, pia ya changamoto ya afya akili ambayo inaanza katika utoto kabisa mm. Ipo nyingine ni a, aina ya ile changamoto ya afya akili inayotokana na vyakula, namna ya kula a, nilisema mwanzoni kwamba kuna mwingine atashindwa kula kwa sababu ya hofu ya kunenepa au ya kuongezeka mwili mm. Hii inaweza kuwa ni, a, ni aina nyingine ya changamoto ya afya ya akili lakini pia uh, mwingine labda anakula sana kusudi baadaye awezi kukitoa kile chakula. Hii pia ni aina uh, ya changamoto ya afya ya akili ambayo ipo ndani ya zile changamoto zinazosemekana kwamba zinasababishwa na chakula. Aina nyingine ni ile ye changamoto ya usingizi, kukosa usingizi kwa muda mrefu ama kulala kwa muda mrefu sana. Kawaida, kushinda kawaida hii ni changamoto lakini pia kuna ile inaitwa dissociative, yani ile namna ya kufarakana ama kuachana na mtu mpendwa wako, inaweza ikakusababishia pia kuwa na changamoto ya afya ya akili mm -hmm. Kwa hiyo hizi zote ukiziangalia, aina kumi za changamoto ya afya ya akili, tunasema kwamba zinachangia kufanya mtu sasa atafute msaada au kama yeye mwenyewe hawezi kutafuta msaada, basi sisi wengine tunaomwona, sisi wengine tunaoishi naye tumsaidie kutafuta msaada wa kurekebisha hiyo hali inayotokea. Kwa hiyo katika kusema hayo, ningeweza kusema kwamba kwa sababu hizo tunaweza kusema, lakini baadaye tunaweza tukaendelea kudadavua moja baada ya nyingine, labda tukianzia na ile ya, ya wasiwasi anxiety disorder ambayo ni aina ya tuseme ya kimsingi ya kwanza ambayo watu wengi inawapata. Ni kweli kabisa kwamba mtu, hakuna mtu ambaye hajawahi kuwa na wasiwasi wakati wowote, kwa sababu maisha yetu sisi kama binadamu tuna hofu, tuna panic, tuna kuwa na wasiwasi, lakini pia tunakuwa na maelekeo ya kuogopa, woga fulani juu ya mambo mbalimbali yanayotokea katika maisha yetu hii inaweza kutuchangia kutupeleka katika changamoto ya afya ya akili. Na kwa kufanya hivyo, kwa kusema hivyo, hatusemi kwamba uh, pamoja na aina hizi zote hakuna uh, matibabu yeah, hakuna namna ya kuweza kujikinga, hakuna namna ya kuweza kutoka huko. Hapana, zipo njia mbalimbali, na ndio maana kipindi chetu sehemu yake nyingine ni kuona uwezo au uh, kujenga uwezo wa namna ambavyo tunaweza kuondokana na Uh, changamoto hizi mbalimbali za afya ya akili. Naam, msikilizaji mpendwa na mtazamaji popote ulipo, kipindi ni Ijue Afya Yako na TEC hapa redio Tumaini na nikwambie tu kwamba uh, pia unaweza uh, kutupigia simu uh, nambari yetu ni 0747 942789 0747 942789, lakini kwa ujumbe mfupi au arafa, kwa maana ya ujumbe wa maandishi, unaweza kuutuma kupitia nambari 0754565 0754565197. Yeah, yeah, e eh, bila shaka na moja kwa moja pia anaweza kukutana na Padre Dr Chubo. Uh, pana shaka, utakuwa tunaendelea. Umejaribu kutufafanulia ile ya kwanza ya wasiwasi ambayo inawezekana kama ambavyo umeeleza kwamba e, kila mmoja inaweza kumpata Ndio. kwa namna yake yeah. Ina, tunapozungumza yenye afya ya akili na pamoja na uchango lakini nataka kujua kwamba hiyo uh, milioni nane katika zile asilimia ni pamoja na wale walioko Mirembe wapi na wapi na wapi ndiyo? Okay. Ni kweli kabisa kwamba tunachukulia kwa ujumla na haya ni maelekeo tu. Mm. Sio takwimu ambazo ziko vile makadirio, kama mbili kujumlisha mbili ni nne, ni kwamba makadirio ya juu tena ni ya juu, kwamba kutokana na yale makadirio ambayo ni takwimu zinazotolewa na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO hasa mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na tano mm. kwamba uh, kati palipo na watu saba basi mmoja wao ana uwezekano. Na mara nyingine inawachanganya watu tukisema kwamba changamoto ya afya akili, watu wengine wanafikiri ni ule ugonjwa kabisa yani kuwa na kichaa ndio, mm. maana wanahusianisha na ile hospitali yetu ya taifa ya afya ya akili ya Mirembe. Lakini kimsingi kila mmoja anatafuta mm, uh, jina <laughs> baya kwa ajili ya hiyo hali yeah, lakini kimsingi ni hali inayotokea tu um, wakati fulani na wakati mwingine inakuwa haipo. Nimesema tu hiyo ya kwanza Uh, ambayo ni aina ya kwanza ya changamoto ya afya ya akili, yani anxiety disorder uh, ama wasiwasi mm. panic, lakini ile ya pili ambayo ni mood disorder, mm. ama hisia mm. yenyewe uh, imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile sonona depression, ambapo mtu anafikiria mambo mabaya tu pengine binafsi kwa kuona hali ya, kima, ya kimaisha akiona mazingira yake anayoishi au jamii yake anayoishi basi, anafikiria mambo mabaya, anafikiria labda watu wampendi, anafikiria tu pengine anaweza kukata tamaa, hata akafikiri kujitoa uhai wake kwa kufa. Anakuwa na ile wanasema paranoid uh, uh, mind ideation ya kujiua na kadhalika, lakini Uh, hiyo ni sehemu ya kwanza ama aina ya kwanza ya hiyo mood disorder. Aina nyingine ya mood disorder ni ile ambapo kunakuwa na nyakati za kufurahi sana bipolar, nyakati za kufurahi sana, nyakati za kutofurahi ama nyakati za kuwa na huzuni. Wakati mwingine mtu anafurahi sana tamani hata, hata kulala wakati mwingine mtu anakuwa na huzuni sana, amenyongea sana, ni mnyongefu uh, bila sababu ya msingi. Na kwa kufanya hivyo anakuwa na mood swings ambazo anaenda huku anaenda huku hmm. Lakini hii yote pia inaweza ikawa ni changamoto tu ya afya ya akili ambayo kimsingi ina tiba yake okay. Ndio sawa sawa. Kwa, kwa mfano sasa tukizungumzia aina hizo mbili ndio, uh, ile ya kwanza ya wasiwasi na hii ya pili ya hisia, ndio matibabu yake yakoje? Matibabu yake ni ya kwanza kwanza ni kujielewa. Mm. Mtu yule anayehusika ajielewe. Mm. Kwamba kuna kitu kama hicho na kama nawezaje na, na, kujielewa, manake inabidi achukue hatua ya kwenda mahali ndio ambako At, atapata bako atapata huduma. Huduma. Hiyo inaweza ikawa ya yeah. Pili okay. Kwenda mahali kupata huduma ni ya pili yeah. Lakini utaelewa kwamba kuna kitu hakiendi sawa pale utakapokutana ah, na watu wengine okay, huwezi kuelewa labda kwa, kwa uhakika kabisa, lakini kutakuwa na kitu fulani sio sawa mm. Unapokutana na watu wengine na watu wengine pia watakusaidia. Okay. Kwa hiyo kujikubali kwamba kile wanachoniambia watu wawili watatu ninaokutana nao ambacho kinafanana ni hatua ya kuelewa, hatua ya kujikubali okay. Na baada ya hatua ya kujikubali then, uh, sasa unatafuta namna ya usaidizi kutoka mahali pengine okay. Na hiyo ni kinga sasa, kwa sababu baadaye uh, ukishajielewa utaelewa vile vitu vinavyokusababishia kwa mfano uwe na wasiwasi mm. eh, uwe na hofu, uwe na uoga Uh, basi vitakufanya baadaye eh, utafute namna ya kuvitatua okay. Na watu wengine ambao unaishi nao watakusaidia kwamba sasa kama ni hali ni hii, basi njia nzuri ya, ku, ya kuepuka hofu ya kutisha ama wasiwasi ni kufanya jambo moja ama jingine, kusoma yeah, vitabu kusali, sa zingine tunaambia watu wasali mm-hmm, kwa sababu katika kusali kuna kufanya hata ile hofu ya mambo ambayo yanatokea katika jamii, katika maisha yako inaondoka, kwa hiyo hmm. Uh, njia kwa kweli pamoja na dawa za kuweza kutuliza hali yako, lakini njia ya kwanza ni kukinga okay. Na kukinga ni kupitia katika hali ya maisha yako ya kawaida ambayo inaweza kuyarekebisha ndio, yeah. Kwenye hisia, kwenye hisia. Sasa kuna vitu ambavyo vina vinachangia sana kufanya hisia kwa mfano, hisia zikupelekea kwenye sonona, kwenye depression okay. Na hivi uh, yaweza kuwa jinsi ambavyo maisha yako wewe mwenyewe yalivyo. Kuna kukata tamaa, kuna kushindwa katika mambo ambayo ni yamsingi, ya msingi ulifikiri utayaweza, lakini ukiwa na na mtazamo chanya wa maisha menyewe mm -hmm. kwamba kuna kushindwa na kushinda, kwamba leo nimeshindwa lakini kesho nitaweza mm -hmm. hiyo tu inaweza kukujengea kujengea Uh, kuona kwamba kuhisi kwamba kumbe niko salama na mimi sio wa kwanza kushindwa na mimi sitakuwa wa mwisho kushindwa na pengine mimi nitaweza kushinda kama walivyoshinda wengine. Kwa hiyo, hiyo hiyo uh, aina ya kufikiri inaweza kuwa ni, ni kinga kwako ili usiweze kufikia katika hisia mbaya zaidi za kufikia labda kujitoa uhai na vitu vinavyoonekana kama hivyo. Lakini pia ile bipolar yani, kuhama kutoka kwenye hali moja kwenda nyingine eh, kuwa na huzuni sana ya kutisha, lakini pia kuwa na furaha sana ya kutisha. Basi utatafuta namna ambavyo unakaa katikati kwamba una furaha, lakini pia uh, kuna vitu, ujue kwamba kila kitu kina mwisho. Kama ni furaha sana, itafika mahali itaisha. Kama ni huzuni sana, itafika mahali itakwisha. kwa hiyo Uh, kuwa na mtazamo chanya katika hayo maisha, lakini pia kuna dawa, ukienda hospitalini kuna dawa ambazo zinafanya hii hali inaweza kurekebika, uh, kwa kutumia dawa ambazo ni za hospitali mm, dawa mbalimbali ambazo kadiri ya maelezo, kadiri ya mtu, kadiri ya mazingira yake anaweza kupatiwa mm. Ndio, labda baba, tutazame kwenye ujumbe kama tuna tuna mtu yoyote ambaye ametutumia ujumbe eh, wakati ukiwa tunaendelea na kipindi Ijue Afya Yako kutoka TEC hapa, hmm. Radio Tumaini, lakini pia eh, Tumaini TV inawezekana wapo ambao wametutumia tumia jumbe ya, naona hapa kuna ujumbe hmm. uh, <laughs> kwamba <laughs> Ehe. Anasema anawapongeza sana kwa kipindi chenu cha afya ya akili. Mimi naitwa William mm. Alute, niko Jimbo la Singida, parokia Mtakatifu Leo Mkuu Makiungu. Ndio, asante sana Alute, lakini pia kuna mwingine anasema ah, nimefurahi kumwona padri wangu Father Chobo wa Itaga Seminari <laughs> kipindi kizuri, Aosia. Barikiwe kwa hiyo tu, barikiwe pamoja na ninyi. Sawa, amina. Mwingine anasema Uh, tunashukuru kwa elimu nzuri ya afya ya akili mbarikiwe sana tunawatazama kutoka Songwe Mbeya. Aha. Mm. Na anasema mwingine, mimi huwa sipati usingizi kabisa mimi, Amani mm. anaitwa Amani lakini anasema apati usingizi pake kabisa, Sigezi. Basi maanake kupata usingizi pia inaweza kuwa dalili ya kitu kingine mm. Ehe, inaweza kuwa dalili ya maumivu, inaweza kuwa dalili ya ugonjwa. Lakini kama kupati usingizi na hakuna kitu kingine, basi mm. inaweza kuwa pia ni aina ya, ya changamoto ya afya ya akili, inawezekana ndiyo. Na hivi unahitaji uh, ushauri nasaha mm. juu ya vitu unavyovifanya kabla ya kulala pengine na shughuli zako zingine ambazo unaweza kuzitawala okay. Na kujenga mawazo chanya kabla ya kwenda kulala ni mm. Pamoja na kusali ndio hilo. Oh, e la muhimu sana ya mwingine anasema mm. Mwingine um, anasema uh, je, kama una ugomvi kukosa maelewano mfano ndoa au ndugu yeyote uh, ile na ikakupelekea msongo wa mawazo, je, ukikaa mbali naye kwa muda inaweza kusaidia kutibu afya ya akili? ni hmm. Swala um, la kwanza ya kukaa mbali na yule ambaye anakuletea msongo wa mawazo, nadhani inaweza kuwa njia mojawapo ya kuepuka. Inategemea inakuwaje. Sasa baba, labda sasa turudi kwako sasa kwa namna nyingine, maanake daktari lakini ah, pia upande mwingine pia daktari, kwenye roho tunaweza tura, kutumia hivi yeah, kwamba mtu andoa, je wa ndoa anawezaje kukaa mbali na mwenza wake? Kukaa mbali katika maana kwamba kama kesi au tuseme jambo linalowafanya watakiwe kukaa mbali likifikia viwango mm, vya kisheria okay, sheria za kanisa hasa hmm. Sheria kanuni, zinazolinda maisha ya ndoa basi huwa wanatenganishwa ah, pia okay. anaweza kutenganishwa okay. kama jambo limefikia vipimo vya kisheria okay. Lakini kwa vingine uh, namna na ya na mnavyoishi kukaa mbalimbali, labda inaweza ikawa shida, lakini kuepuka okay. yale ambayo anaweza kuwafanya mgombane mara kwa mara, huko nako pia ni kukaa mbalimbali kwamba mtu na na, na mwenzake wa ndoa wanapoweza kujenga mazingira ambayo eh, sio ya kutafuta ugomvi, basi naweza ikawa ni jambo ambalo pia. Swali la pili alikuwa uh, so nauliza je, kwa nini nikisikia sauti ya mtu ambaye hatuna maelewano naye mume, hata nikiwa ndani, moyo unashtuka na pengine, kama nikiwa nilikuwa na kula, naacha kabisa kula. Je, hiyo pia ni tatizo la afya ya akili mimi Veronica Johannes kutoka parokia Msoma Mara um, mm. <laughs> ni kweli kama nilivyosema kwamba sisi binadamu hatuwezi kuepuka kabisa hofu hatuwezi kushindwa eh, lazima hofu inakuwepo katika maisha yetu dio, kwa dio. kufanya hivyo basi kushtuka ni lazima mm. kwa hiyo inaweza ikawa ni changamoto ya afya ya akili ndio okay. Basi, kuna ujumbe nyingi sasa nadhani kutokana na muda, muda, e, muda nao hmm. Uh, msikilizaji na mtazamaji popote ulipo, kipindi hiki ijue uh, afya yako na TEC ni kila Ijumaa muda na wakati kama huu uh, na tutakuwa na Baba uh, Paul Chobo yeye ye ni mkurugenzi ama unaweza kumuita pia katibu mtendaji idara au kurugenzi ya afya, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, yenye makao yake makuu uh, Kurasini, Dar es Salaam. Na baada ya jumbe hizo kutoka kwenu na kama alivyoeleza baba, kwa kuwa jumbe ni nyingi na muda nao natutupa mkono, basi tuseme tu kwamba leo uh, tuishie hapo tutaendelea juma lijalo, na bila shaka baba wataziratibu jumbe hizi, kama itawezekana, pengine kipindi kijacho tuanze kujibu kama kuna maswali ya kutoa maelezo kuhusiana na hayo ee, ili watu waweze kuelewa kile ambacho wanakizungumza. Neno lako mwisho? Neno langu la mwisho ni kwamba tunaendelea kujingiana uwezo mm-hmm, uh, katika mambo yanayohusu afya yetu lakini nikumbushe tu kwamba mwezi unaokuja, mwezi wa pili mm. Sisi wa Katoliki huwa tunasherehekea siku ya wagonjwa duniani, ndio ndio, ambayo ni tarehe kumi na moja mwezi Februari. Okay. Kila mwaka mm. na Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne ameshatoa ujumbe wake kuhusiana na siku hiyo, na unahusu hasa huruma ya Msamaria yule aliyemsaidia mtu mwenye shida, na sisi anatutaka tuende katika hali hiyo mm. Lakini pia siku hiyo huwa tunashirikiana na mpango wa damu salama Tanzania, ili kuwa na mchango wa hiari okay. Uchangiaji wa hiari wa damu kutoka kwa Wakatoliki, lakini pia watu wenye mapenzi mema, tuienzi hiyo siku kwa namna hiyo. Asante sana. Mimi ni Gauden Siera. Hadi tutakapokutana tena mara nyingine, kwa niaba ya mwenzangu Michael Ali, timu nzima ya Ijue Afya Yako na TEC hapa Redio na Tumaini TV nikutakie kila la heri, baraka tele za Mungu, utazamaji mzuri wa matangazo yetu na usikilizaji pia. Lakini usisahau basi kusoma gazeti tumaini letu eh. Nikutakie baraka na jioni njema mm.